Na kwa faida ndaka nipambe kama uliponipamba alikuwa kama mzembe, mzembe tebu yuko wapi? Mzembe tebu yuko wapi? Yuko wapi? Huyu binti huyu alipata matatizo, lazima nikisema alipata matatizo, nikampeleka binti huyu pamoja na mwingine wale, moja tu Latifa, moja alikuwa tu Ashura, wale mmoja kashaolewa Shura, alibaki na Latifa na sasa hivi kuna mwingine nampelekea Mzee tembo mpaka huyu hapa, mzee anasema maliki, ni kulipi ndio umenipa mtoto mzuri kama vile nimemzaa. <tuh> mzee mpaka leo nikuja huku, mzee anafuata <tuhana> tunafanya mafi mzee, kachangia msikitini hela. Allah, huyu <tuhana> faida ni binti mpole, faida ni binti mnyenyekevu, lakini faida ni binti mwoga, machozi yake yako karibu sana, akikosea kumsimanga asante. Eh, umeona da, leo ni <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kuna sema al gharibul a'ma law kana, huyo tabaki mgeni yule, mtaa utakumpeleke duka lapo

umepata mwanaume bora katika wanaume bora, hafidh kitabu cha nani? Allah naomba amehifadhi kitabu cha Allah. No, kamtunze mumeo. Sheikh amesema Sayyidina Ali alimwoa Fatima binti Rasuli, alimneno moja tu, mtume alimwambia hivi, hiya laka ala an tusina Allah, nimekukabidhi binti yangu kwa sharti moja tu, kamfanyie wema.

takbiri wana waume, sisi tu unajua, mwanamume unakuta kuna siku ni kwa hauhitaji kuzungumza na mke wako, lakini namna ulivyojiweka, unapitapita na maneno unapita pita, mara nini, kuna furahi nakuja mwana